Sta wa Moroko Ibrahim Diazi amevunja ukimya kuhusu penati aliyopiga kwenye mchezo wa fainali ya Afcon mwaka 2025 baada ya madai kuwa alikosa kwa makusudi. Diaz ametoa tamko kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuwa adui namba moja wa umma kufuatia uamuzi wa wake wa kupiga penati ya hatari aina ya panenka katika dakika za mwisho za fainali ya kombe la mataifa afrika Afcon. Diaz amejitokeza hadharani na kuomba radhi kwa mashabiki wa Moroko baada ya penati mbaya aliyogharimu timu yake katika fainali za Afcon. Jaribio lake la panenka lilokolewa kwa urahisi na kipa Eduardo Mendy katika dakika ya mwisho za muda wa kawaida, huku Senegal baadaye wakanyanyua taji. Jaribio dhaifu la Diaz liliwafanya baadhi ya mashabiki kubashiri kuwa alikosa kwa makusudi kama ishara ya mshikamano na Senegal, kufuatia uamuzi wenye utata wa mwamuzi Jean Jacques Ndala. Hata hivyo, madai hayo yalikusanywa baada ya mechi ya Diaz. Alitumia mitandao ya kijamii siku ya Jumatatu kuomba radhi, alipoandika: moyo wangu unauma. Niliota kushinda taji hili kutokana na upendo wote mlionipa kila ujumbe, kila ishara ya kuniunga mkono iliyofanyika nijisikie siko ya peke yangu. Nilipigana kwa kila kitu nilichokuwa nacho. Jana nilishindwa, na nachukua jukumu kamili na naomba msamaha kutoka ndani ya moyo wangu. Ilikuwa vigumu kupona, kwa sababu jeraha hili haliponi kirahisi, lakini nitajaribu. Sio kwa ajili yangu, bali kwa ajili ya wote waliamini kwangu, kwa wote walioumia pamoja nami. Nitaendelea kupigana hadi siku niweze kulipa upendo huu wote kwa kuwa chanzo cha fahari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 0745242006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta, bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa.